Aliniacha kimya kimya, sio kwa kelele, sio kwa ugomvi, sio kwa machozi ya pamoja. Aliniacha kama mtu anayefunga mlango wa chumba alichochumia, akizima taa, alafu anaondoka bila hata kuangalia nyuma. Na kinachoniuma zaidi mpaka leo, sio kwamba aliniacha, ni kwamba aliniahidi ndoa, kwa sauti iliyojaa uhakika, kwa macho yaliyonifanya niamue kuamini. Na leo hii hadithi ninayoisimulia siisimulii kwa sababu nimepona kabisa. Ninaisimulia kwa sababu maumivu haya yalitaka kunizika hai, lakini nilikataa. Kila kitu kilianza siku ile alipochukua mkono wangu, akaushikilia kwa nguvu na kuniambia kuwa mimi ndiye mwanamke aliyekuwa anamwombea. Maneno yale yalinigonga kama radi. Sikuwa tayari, lakini moyo wangu uliamua kuniaminia kabla hata akili haijafikiria . Kuanzia siku ile maisha yangu yakaanza kuzunguka ahadi. Ahadi ya ndoa, ahadi ya familia, ahadi ya kesho ambayo haikuwa na tarehe. Kulikuwa na mtu mmoja tu aliyekuwa ananitazama kwa macho tofauti, sio kwa wivu, sio kwa chuki, bali kwa wasiwasi wa kweli. Alikuwa mtu wa kawaida sana, hakuwa na pesa, hakuwa na ushawishi lakini alikuwa na ujasiri wa kuniambia ukweli usiopendeza aliniambia nisifunga maisha yangu kwenye maneno aliniambia ndoa haiji kwa ahadi inakuja kwa maandalizi aliniambia nisimpe mtu kila kitu kabla hajani hata mwelekeo nilimsikiliza lakini sikutii kwa sababu nilikuwa tayari nimefunga macho kwa jina la mapenzi nilijiapiza moyoni kwamba nitavumilia nilijisemea kama kweli ni wandoa basi, subira yangu italipwa. Nilijiamini kuwa mateso ya leo ni furaha ya kesho. Nilianza kujitoa zaidi, nilianza kujinyima, nilianza kuacha mambo yangu ili kumpa nafasi. Nilikuwa tayari kushuka chini ili tujenge pamoja. Nilikuwa tayari kuwa nyuma ili awe mbele. Nilikuwa tayari kusubiri hata kama kusubiri kuliniua. Safari yangu haikuwa rahisi. Nilitoka kwenye maisha ya kuhesabu kila shilingi. Maisha ya kuishi kwa matumaini zaidi kuliko uhakika. Yeye aliongea ndoto kubwa, mipango mikubwa. Lakini kila nilipouliza lini, jibu lilikuwa ni tabasamu na neno subiri. Nilijifunza kufunika mashaka yangu kwa upendo. Nilijifunza kutafsiri ukimya kama uvumilivu. Nilijifunza kujidanganya. Muda ulivyopita Mabadiliko yalianza polepole, sio kwa maneno, kwa vitendo. Simu zilianza kukaa kimya, ujumbe ukaanza kujibiwa kwa mkato, mipango ikawa hewa. Nilianza kutiliwa shaka, nilianza kuonekana kama mzigo, nilianza kujihisi kama niko peke yangu ndani ya mapenzi. Nilijiuliza kosa langu ni nini? Je, nilipenda sana? Je, nilijitoa kupita kiasi? lakini bado nilivumilia kwa sababu nilikuwa mfungwa na ile ahadi ya ndoa. Siku moja kitu kilivunjika ndani yangu, sio kwa maneno makali, kwa ukweli mchungu. Niliona maisha yakiendelea bila mimi, niliona furaha isiyonijumuisha, niliona ukweli niliokuwa na ukimbia. Ndipo nikatambua kuwa si chaguo, nilikuwa mapumziko Nilikuwa mahali pa kujificha wakati hakujua anachotaka. Na kisha aliondoka. Hakusema kwa heri, hakusema samahani, hakutoa maelezo. Ukimya wake uliniua kuliko maneno yoyote. Nilivunjika vibaya, nililia peke yangu, nilijiuliza maswali yasiyo na majibu. Lakini katikati ya maumivu, nilichagua kitu kimoja, nilichagua kutokufa. Nilijisimamisha polepole pole. Nilijijenga kwa machozi. Nilijifunza tena kujipenda. Niligeuza maumivu kuwa nguvu, niligeuza hasira kuwa nidhamu, niligeuza upweke kuwa nafasi ya kujitambua. Na taratibu, maisha yakaanza kunijibu. Nilianza kuonekana, nilianza kung'aa, nilianza kuishi bila kuomba mapenzi. Na kama maisha yalivyo, pale nilipoanza kuimarika, kivili cha jana kilirudi kwa salamu nyepesi, kwa tabasamu la aibu. Lakini mimi sikuwa yule wa zamani. Nilikuwa nimejifunza. Nilijifunza kuwa ahadi bila vitendo ni uongo. Nilijifunza kuwa kuachwa bila maelezo si mwisho wa maisha. Ni mwanzo wa kujipata. Leo sihitaji majibu. Sihitaji maelezo kwa sababu kuondoka kwake kuliniachia nafasi ya kuishi na kama kuna kitu kimoja nataka uelewe kutoka kwenye hadithi hii ni hiki: wakati mwingine kile kinachokuumiza zaidi ndicho kinachokuokoa. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali like, subscribe na niandie unatizama kutoka wapi. Huenda hadithi yako bado inaendelea.